Wakati kurushiana makombora kati ya Israel na Irani kukipindukia siku ya tatu, rais wa Marekani Donald Trump ameionya vikali taifa la Irani akisema iwapo itaihusisha Marekani katika mashambulizi yake Marekani itatumia nguvu yake kamili ya kijeshi isiyomithirika kukabiliana vikali na Irani kama sehemu ya adhabu kwa Irani. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya miaka mia mbili hamsini kwenye paredi la kijeshi lililofanyika Washington DC, Marekani, Trump amesema, ninaionya Irani kutoshambulia Marekani kwa namna yoyote ile. Marekani siki na shambulio la Irani la siku ya Ijumaa. Sasa iwapo Irani itaishambulia Marekani au sehemu yoyote inayohusu Marekani moja kwa moja, nitaiamuru nguvu kamili ya kijeshi ambayo haikuwahi kuonekana ili kukabiliana na Irani kikamilifu. Sasa kwa Trump kwenyewe, Marekani, maandamano na mikusanyiko ya kupinga sera za Trump yalipangwa kufanyika mwishoni mwa wiki yani Jumamosi na Jumapili katika zaidi ya miji midogo elfu mbili kote Marekani. Wamarekani walimiminika mitani siku ya Jumamosi na Jumapili kupinga sera za rais wa Marekani Donald Trump katika kile ambacho wanasema haendani na mifumo ya sheria za nchi hiyo. Katika maelfu ya maeneo kote nchini Marekani, maandamano hayo yalipewa jina la hakuna wafalme, yaliyofanyika sambamba na gwaride la Jijini Washington kuadhimisha miaka 250 ya ya jeshi la Marekani pamoja na kumbukumbu kumbu ya siku ya kuzaliwa ya Donald Trump ya mwaka wa sabini na tisa. Waandamanaji waliopanga kushiriki katika maandamano ya hakuna wafalme walisema wanapinga utawala wa Donald Trump huku mikusanyiko mikubwa ya maandamano iliipangwa kufanyika katika miji ya Philadelphia, Charlotte, Atlanta, Houston, Chicago na New York. Maandamano hayo yaliandaliwa na harakati za mitandaoni iitwayo ikimaanisha majimbo hamsini maandamano hamsini na harakati moja. Tovuti ya waandaji wa maandamano hayo ilisema kuwa utawala huo wa Trump umepuuza mahakama na kuwafukuza raia wa Marekani, kuwateka watu mitaani, kushambulia haki za kiraia na kupunguza huduma muhimu kwa jamii. Ikumbukwe tangu kuapishwa kwa rais wa Marekani Donald Trump mwezi Januari, utawala wake umetuma maafisa wa uhamiaji katika magereza ya kigeni kuweka viwango vya lazima vya ukamataji wa wahamiaji kugongana na mahakama guza ajira serikalini na kupendekeza kupunguzwa kwa huduma za kijamii. Lakini tukirudi nchini Irani, kwa upande wake, Irani nayo imeahidi kuwa iwapo Marekani itajihusisha na vita kwa namna yoyote ile, basi nguvu yake kamili ya kijeshi itazidi ili kuishambulia Marekani kwa kile ilichosema ni kuifunza nchi hiyo. Kauli hiyo ilitolewa na raisi wa Irani Masoud Pezeshkian akilihutubia taifa hilo siku ya Jumapili, ambapo kauli hiyo awali pia ilizungumzwa na kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei. wakati yakiendelea kiongozi wa ngazi za juu wa jeshi la Iran jenerali Mohsin Razai amesema kuwa wairani wamejiandaa kuona vita kali itakayokusanya nchi mbalimbali mbali duniani, na hiyo ndio sababu ya wairani kuficha silaha nyingi hadi pale itakapotakiwa kutumika kamili. Kwa nguvu ya kijeshi tumejipanga kukuletea taarifa zinazohusiana na Irani na Israeli kamili, endelea kukaa nasi hapa hapa, tutaendelea kukusogezea kila uchwao. Mimi ni Kulwa Mwejuru na hii ni Msasa Media. Msasa kisasa za